Karibu kwenye sehemu ya nne ya simulizi yetu ya Dunia. Asante kwa kuwa pamoja nami hadi sasa. Tafadhali kaa tayari kwa mwendelezo wa hadithi hii ya mapenzi, maumivu na matumaini. Na leo twende pamoja penye hisia zinapoanzia, pale ambapo moyo huandika majibu hata kabla ya akili kuelewa maswali. Sasa twende moja kwa moja kwenye simulizi. Usiku ulipofika, Neema hakuwa amelala, alikuwa kitandani, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye dari kana kwamba kulikuwa na majibu aliyonung'unikiwa hapo juu. Karatasi aliyompa Sudi ilikuwa bado kwenye kichwa chake. Alihifadhi ile orodha ya maswali kwenye daftari lake la zamani, daftari la kumbukumbu ambalo mara ya mwisho aliandika ndani ni siku ile aliyolia usiku kucha baada ya kuachwa. Lakini sasa alikuwa ameanza kuandika tena, sio machozi bali maswali, sio kwa uchungu bali kwa mwelekeo. Swali la pili lilikuwa tayari limeandikwa Uliporudi jana, ulikuja kwa ajili yangu au kwa ajili yako mwenyewe? Neema alijua hilo ndilo swali gumu zaidi, swali ambalo linaweza kuvunja au kujenga tena moyo wake. Kesho yake Sudi alifika mapema kama kawaida, lakini mara hii hakuwa na kahawa. Alikuwa ameshika kijikaratasi kidogo, aliandika majibu yake kabla hata ya kuulizwa. Neema alifika saa tano. Alikuwa amevaa blauzi ya kijivu na kaptura ndefu ya jeans. Nywele zake zikiwa zimefungwa juu kwa kifungo cha kawaida, lakini macho yake yalikuwa na uzito wa mtu anayebeba historia nzima ya upendo na kuvunjika. Aliposimama mbele ya Sudi, hakusema neno. Alimkabidhi karatasi ile. Sudi aliisoma kwa muda, kisha akatoa yake taratibu akamkabidhi. Neema aliisoma. Nilirudi kwa sababu nilitaka kuponya sehemu yangu iliyokuwa imevunjika. Lakini sasa nakujua zaidi, nataka pia kuponya sehemu zako ulizojifunza kuishi nazo zikiwa zimevunjika. Hivyo nilirudi kwa ajili yetu. Neema alinyamaza kwa muda, halafu akasema kwa sauti ya chini, kesho nitakuuliza swali la tatu. Kisha akaenda zake, sio kwa hasira, sio kwa huzuni, bali kwa utulivu wa mtu anayejua ana nafasi ya kuuliza maswali na kusikia majibu bila kukimbizwa na muda. Siku zilipita kila siku moja, swali moja. Siku ya nne, mstari wa swali: Je, unajua ni lini nilianza kukosa hata pumzi kwa kuto kuwepo kwako? Jibu la Sudi: ndiyo, ilikuwa siku ile nilipotuma meseji nikasema nipo salama. Ulikujibu asante bila emoji yoyote. Nilijua moyo wako ulikuwa umeanza kufa kwa ukimya wangu. Siku ya tano, mstari wa swali: ulinisahau kabisa, au ulikuwa unajifanya tu? Jibu: nilijifanya lakini kumbukumbu kumbu zako zilikuwa zikiniandama hadi kwenye ndoto. Kila mwanamke niliyemwona alikuwa kivuli chako kisicho na sauti. Na sasa ilifika siku ya saba, Neema hakufika best sound. Sudi alikaa pale saa nzima kisha saa mbili kisha saa tatu. Hakuna Neema, hakuna ujumbe, hakuna dalili. Lakini dakika chache kabla ya jioni, msichana mdogo alifika akiwa amebeba bahasha. Alimkabidhi Sudi bila kusema neno, kisha akatoweka. Ndani ya bahasha kulikuwa na karatasi iliyoandikwa: swali la saba: kama nikiamua kuto kurudi tena, utaniandikia barua ya mwisho au utaniombea kimya kimya? Sudi alishikilia karatasi hiyo kwa mikono miwili, kama ilivyokuwa kwa neema na meseji ya kwanza. Alijua swali hili si la kujibiwa kwa haraka, hili halihitaji majibu ya haraka, bali moyo ulio tayari kupokea majira mapya. Alienda nyumbani, akawasha mshumaa, akachukua daftari lake la zamani na kuanza kuandika: mpendwa Neema, kama usipoamua kurudi tena, nitaandika barua moja tu, si kwa ajili yako tu, bali kwa ajili ya moyo wangu. Nitaiandika kwa maneno yaliyonyamaza miaka mitatu, na kuiweka kwenye bahasha isiyohitaji stempu, kisha nitaichoma moto. Moto huo nitautazama ukipanda juu, na nitaamini umechukua maumivu yangu kwenda mbali lakini moyo wangu utabaki ukikuombea kimya kimya, kila leo, kwa upole kama hewa. Na hapo akaandika chini, mwisho wa jibu la saba. Lakini ndani ya moyo wake alijua safari haijafika mwisho. Bado kuna maswali, bado kuna matumaini, bado kuna dunia. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho wa sehemu ya nne ya simulizi hii ya Dunia. Ni faraja kubwa kuandamana nanyi katika kila hisia, kila hatua, na kila ukimya unaosema mengi. Tukutane tena kwenye sehemu ya tano, ambapo majibu yatatokea polepole kama alfajiri, na moyo utaamua kama kusamehe ni kusahau au ni kukumbuka bila kuumia. Mpaka wakati huo, tunakuaga kwa upendo na shukrani tele. Mimi ni msimuliaji wako Namne. Asante sana kwa sapoti yenu.